So, ebana msanii wa Bongo Flava kutoka hapa hapa nchini Tanzania, Aslay ameweza kuonesha kupenda wimbo wake wa ebana Mbosso Kan ambaye alikuwa ni msanii mwenzake ambaye alisha kufanya kazi pamoja kipindi ambacho wapo ya Moto Band. So ni kwamba Aslay ameweza kushare cover ambayo ni ya EP ya Mbosso Kan, lakini pia kuweza kuambatanisha wimbo wa EP hiyo ambao unafahamika kwa jina la Asumani. So ujumbe ambao ameweza kuandika ebana Aslay, ameweza kuandika ujumbe ambao umesomeka hivi. Huyu mtoto hana adabu akawa tag pale e bana Mbosso kan. So huo ndo ujumbe ambao e bana Aslay ameweza kuandika, of course, ndio yani kwamba kwamba kwamba kwa mbao, kwa kwa kwa ujumbe ambao ambao Aslay ameweza ameweza ameweza kuandika ni ni ruga ruga fulani tu tu tu ya ya kifasihi ambayo ameweza kuitumia hapa, akiwa akiwa anampongeza kwa namna moja ama nyingine kupitia e, wimbo ambao unafahamika kwa jina la Asumani, akiwa anasema kwamba mtoto huyu ana adabu. Ameweza kutumia ruga fulani tu ya kifasihi, lakini ni kumpongeza tu Mbosso kan kwa vile ambavyo amekuwa akiswitch katika midondoko tofauti tofauti, na kama unaofahamu kwamba Asumani ni wimbo fulani hivi ambao umekuwa una maudhui fulani vya Kiswahili, yaani ni, e, ladha fulani hizi za Kitanzania ambazo zimetumika katika wimbo huu wa Athumani. Sasa, e, pia Aslay ni mmoja kati ya watu ambao wameonekana, e, wakiwa na mchango mkubwa sana katika muziki wa Mbosso Khan na mmoja kati ya vitu ambavyo alishawahi kuvizungumza, e, bana, e, Mbosso Khan kwenye stage kipindi ambacho anazindua EP yake ya Room Number Three, alishawahi kusema kwamba e, mkubwa alishawahi kuzungumza kwamba anatamani anatama, zamani kupata e, mtoto mwenye kipaji kama e, Aslay kipindi hicho ambacho alikuwa akisikiliza e, bana Aslay kipindi ambacho anaimba sasa. Baada ya kuweza kumsikiliza Aslay, akasema kwamba kumbe na mimi naweza nikadondoka kwenye masuala ya muziki wa Bongo Flava, na ndio ikawa ndo safari yake ya yeye kuweza kuanza safari yake ya muziki kama msanii kutoka pale Yamoto Band, na hapo ndipo ambapo safari ya Mbosso Khan ikaweza kuanza. Kipindi ambacho wanaanza katika muziki wake, alikuwa pamoja na wanaume wa kutosha moto ambao walikuwa ni jumla ya ya wanaume wanne. kulikuwa kulikuwa kulikuwa kulikuwa kuna Aslay, kulikuwa kuna kuna kuna Bella lakini lakini pia yeye yeye mwenyewe mwenyewe ambaye ambaye ni ni wamefanya makubwa kinao katika uh, tofauti e bana kama vile cheza so kwa saivi, uh, Slay, mwenzake, kani, kwa Madoido na na za kabisa sasa hivi ameweza kupongeza jitihada ambazo anaendelea kuzifanya msanii licha kwamba amekuwa akiendelea kupambana muziki wake wa Bongo Flava awanaume baadhi ya watu wakisema kwamba Pa, amepotea kwa muda eh, kidogo kwa sababu Aslay ni moja kati ya watu ambao sasa hivi wanajihusisha sana na masuala ya kibiashara lakini mbali na hapo pia alishawahi kuachilia ameshaachilia track yake ambayo ni wimbo unafahamika kwa jina la No Money No Love wimbo ambao una takriban wiki mbili tu ambao waweza kuushare kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameshirikiana na moja kati ya makampuni ambayo yamekuwa akisambaza muziki wa dunia Vevo. akiwa ametoa official audio ya wimbo ambao unafahamika kwa jina la No Money No Love so Aslay ameonekana akiendelea kusupport kazi za wasanii tofauti tofauti, licha ya kwamba amesha eh, support wimbo huu. Alishawahi kusupport pia hata wimbo wa mapenzi Sia, ambao wimbo huu uliweza kufanya vizuri kabisa kwenye platform tofauti tofauti na kuweza kupost, na kuweza kuuse kama kama sound ambayo inaimba kama background. Licha ya kwamba yeye ni msanii ambaye amekuwa akifanya kazi zake na yupo na kazi zake ambazo zimeshafanya vizuri na zinaendelea kufanya vizuri, amekuwa kusupport kazi za wasanii tofauti tofauti, upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho uporinao uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye nja comment hapo, siacha kusubscribe. Kwa taarifa kadha kadha, ni Sawa Sawa Digital Chacha.